Mwambie mkuu wa mkoa sio mamlaka yake. Tumeelewana vizuri. Mkuu wa mkoa mwakilishi wa mkuu wa mkoa mlitoa maelekezo wakati fulani ya kuruhusu watu kupita kwenye barabara za mwendokasi, mkasahau kwamba barabara za mwendokasi si za kwenu, ni za waziri wa Tamisemi, ziko chini ya waziri wa Tamisemi. Ninyi mkasimama mkaruhusu watu wakapita, wakati ule nimewasamehe, lakini maelekezo yangu barabara ya Mabagala yanapita malori ya tani 30 mpaka tani 40, ya yanakatiza pale katikati, barabara imeanza kuharibika. Madhara yake kwenye miradi hii, miradi hi, itakwenda kusimama yote ya, ya World Bank. Wenzetu wa World Bank walipotupatia fedha hizi, walitupa masharti: barabara hizi ni kwa ajili ya mwendo kasi, si kupitisha malori hi. barabara hizi ni za mwendo kasi. Kwa utaratibu huu mliouanzisha Miradi hii itakuja kukosa pesa na ninyi no, watu wa Dar es Salaam mtakuja kulalamika. Sijui mmenielewa vizuri. Barabara ya Mbagala imekwisha anza kuharibika hata mwendo kasi haujaanza. Ni kwa sababu mnapitisha malori katikati na mmetoa kibali. Sijui nani aliyopo mamlaka ya kutoa kibali hicho. Kwa sababu mamlaka hayo ni ya kwangu. Barabara hizi zinasimamiwa na DART. DART iko chini yangu. Ninyi mamlaka mmeyatoa wapi? Mkaruhusu watu kupita kwenye barabara za mwendo kasi barabara sasa zimeharibika. Kuharibika kwa barabara hizi maana yake mnaleta hofu ya Benki ya Dunia kuzuia fedha hizi, sio? Inaeleweka vizuri hapa. Mtasababisha Dar es Salaam wakose barabara <laughs> Dar es Salaam watakosa barabara hii hii mpango ambayo tunaifanya leo, maana yake wenzetu watakwenda kuzuia. Nilipokuwa utalii, wizara ya utalii, tulikuwa na miradi kama hii ya Benki ya Dunia ya ujenzi wa viwanja na mambo mengine Ikatokea changamoto ndogo sana, Benki ya Dunia wakafuta fedha zote na wakakataa waka kuendeleza miradi ambayo ilikuwa inatekelezwa <laughs> na wao wenyewe Benki ya Dunia. Hasa changamoto hiyo isiye katokea Dar es Salaam. Ninawasihi sana, tunataka tuwahi majumbani, tutenge muda mzuri wa kutoka ofisini kwenda kurudi wapi majumbani. Maelekezo yangu, mwambie mkuu wa mkoa hatuwezi kuruhusu malori kupita katikati ya barabara za mwendokasi haiwezekani. Kwa, kwa, kwa magari ya abiria ya, ya, itaeleweka tunaweza, ni bora hata kupitisha magari ya abiria kuliko malori ya tani thelathini. Nimeeleweka vizuri okay? Wekeni utaratibu mzuri na kabla mjaruhusu leteni wizarani. Sisi ndio wenye mamlaka hayo, si ya kwenu. Mwambie mkuu mkoa sio mamlaka yake. Tumeelewana vizuri eh? Niliwastai tu <laughs> Msifanye mambo ambayo si ya kwenu, mpaka muombe kibali. Kwa hiyo mwambie mkuu wa mkoa, hili nalisema wazi kwa sababu changamoto hii inaweza kutuingiza mgogoro mkubwa na wenzetu wa Benki ya Dunia. Nadhani kwa madiwani mmenisikia vizuri, ninaomba mwaeleweshe wananchi kwenye maeneo yetu, anaitaka kuwahi majumbani, atoke muda unaostahili ili aweze kuwahi nyumbani, kwa sababu vinginevyo itatuletea shida kubwa, miradi hii Trilioni moja nukta moja ni fedha nyingi, ni fedha nyingi sana. Zikizuiwa hizi fedha, Dar es Salaam watakosa barabara kabisa. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo nikuelekeze, mwambie mkuu wa mkoa, wekeni utaratibu mzuri wa kuruhusu gari za kawaida, hatuna shida, lakini lazima kibali muombe wizarani. Malori kuanzia sasa nisisikie malori yamekatiza katikati ya amekatiza katiatiya barabara hasa matari makubwa makubwa, kwa sababu tatizo lake litakuwa ni kubwa, na changamoto hii itatuletea shida kubwa mgogoro baina